Afrika Mashariki kadhalika, Radio One Stereo na Capital Radio. Moja kwa moja kule Bukoba vijijini, mapema hii leo, Renatu Simutabuzi. Hapa ni wanafunzi, mtazamaji wa ITV, ni wanafunzi wa shule ya sekondari ya Kahororo ambao walikabidhiwa hizi e, shahada ili waweze kuzidumbukiza Kwenye, kwenye masanduku ya kupiga kura. Licha ya kwamba hawakuwa wapiga kura wa hapa eneo hili, lakini kwa kile walichokioneka kwamba ni kufanya kosa lililowafanya wajihoji na kuzisalenda au kuziwakilisha kwa walimu wao na wengine kuzitelekeza kama unavyoona hapa, lakini kama zinavyooneshwa kwa tiki kwa wagombea mimi naitwa Mwalimu Mchazi Mshindo. Ni mwalimu ninafundisha hapa Kahororo Sekondari. Sasa, nilikuwa nafanya ukaguzi wa mazingira, nilikuwa nakagua mazingira. Alafu nilikuwa naenda vile vile kuangalia chakula kwa sababu mimi ni mwalimu wa chakula. Sasa nimepita hapa nikaona kwa mbali kuna karatasi. Sasa kwa hali iliyopo, lazima niingiwe na mashaka. Sasa kupita kuangalia hapa kuna karatasi, kufunua karatasi zimepigiwa kura tayari. Sasa, sasa hivi napoongea na wewe, nimemfuata askari kwenda kutoa taarifa, lakini nimefika hapa umati umekusanyika. Wakati naondoka hakukuwa na mtu. Sasa ndicho kinachoendelea. Naitwa Shabani haufi ni mwanafunzi wa kidato cha sita KJM hapa shule ya sekondari Kahororo. Ah, hiki hapa ni chumba changu ambapo nalala. Sasa nimeshangazwa sana kuona hizi karatasi ambazo ni za kupigia kura na zimeshawekewa tiki kabisa kwamba, ni tiki ni... za kuonyesha kwamba aliyepigiwa kura ni, ni ni, ni, ni rais mbunge na diwani wa chama cha CCM. Sasa na, na, na, napata shida kidogo kwamba hizi zimefikeje hapa, kwa sababu hivi, hivi, nani hizi ni ballots ambazo zinapatikana katika chumba cha kupigia kura. Kio bayana kwamba uchaguzi ucha umechafuliwa, na kwa kweli ni aibu, ni aibu, ni aibu kubwa kwa serikali ya Kikwete kwa tume ya uchaguzi. Kwa kweli ina demoralize demokrasia ambayo imeendelea kuwepo katika taifa letu kwa sababu sisi tangu jana tumemtaka mkurugenzi kwamba tuwepo katika zoezi la ugawa vifaa amekataa, mpaka saa nane usiku tulipokata tamaa. Lakini ukiachilia mbali hilo ni kwamba leo asubuhi vifaa kwenye kata ya Kashaim ilikuwa ni mojawapo ya kata, ni kwamba vifaa vimechelewa kufika. Ba baada ya hapo, baada ya masaa mawili vifaa vile kupatikana, anaanza kutueleza kwamba gari lilikuwa limekwama hivi mwandishi wa habari wewe, ni, ni mtu ambaye umepita katika barabara kati ya hapa na ofisi ya mkurugenzi, ni mara gani ambako gari inaweza kukwama? Lakini zaidi ya hapo, hizi kura ambazo zimeokotwa katika eneo, ambazo zimetupwa kabisa, ambazo zimewapigia wagombea wa Chama cha Mapinduzi, ni bayana kabisa kwamba zinathibitisha kwamba vile vitabu ambavyo tumezunguka maeneo yote ya kata, vitabu vya kura vimenyofolewa, zile kura kwamba kitabu cha kura hamsini unakuta kina kura arobaini na tano zina miss inaonekana kumbe walikuwa tayari wamewapa watu kwa ajili ya kuja y kuzitumbukiza lakini kwa sababu ya vijana kuwa nganga lina kubana mpaka penalti ni kwamba hizi kura zimeshindwa kuwekwa matokeo yake wale waliopewa inaonekana wamezitelekeza na ndio maana sura kama hii unaiona